Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha kitkona special, na leo tuko na madrasa ya Gashie na tunasoma Quran, tunajifunza kuhusu suratul Ahad. Assalamu alaikum watoto wazuri, muko tayari kujifunza suratul Ahad? Mnajua kusoma suratul Ahad? Mefurahi ama hamjafurahi? Mefura. Haya basi, nani anayejua kusoma suratul ahad? Ngoja tumpe huyu kwanza, eh. bismillahi rahmani rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. salawat

Oh. Oh. mnakumbuka Muhammad. Oh. Muhammad oh. Tulipojifunza suratul Nas na suratul Falaq, tulisema kul inamaanisha nini? Ehe. Ehe, kul inamaanisha sema. Ehe, sasa kwenye aya ya kwanza, aya ya kwanza inasema kul wallahu ahad, si ndio? Sasa inasema sema, sema. Allah ni mmoja. Sema, Mwenyezi Mungu ni mmoja. Sisi wote tunajua Mwenyezi Mungu ni mmoja hmm. au kuna Mwenyezi Mungu wingi? ni mmoja peke yake nani? Allah, si ndio? hmm. uh -huh. aya ya pili, nani atanisomea aya ya pili? Allahu Samad. uh -huh. si ndio? uh -huh. uh -huh. tusomea Allah Allahu Samad. Mm -hmm. Allahu Samad inamaanisha kwamba, Allahu Samad inamaanisha Mwenyezi maanisha Mwenyezi Mungu ndio mwenye kus kusudiwa kwa kila haja zote, si ndio? Si tukitaka kitu tunamwomba nani? tunaomba dua tukimwomba Mwenyezi. Kuna mtu mwingine unaweza mwomba kama una haja zako, si ni Mwenyezi Mungu ndio atatutimiza haja zetu zote si ndio? Haya. Na tatusomea aya ya tatu. Mm -hmm. Eh, eh, eh. Baada ya Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lam yalid wa lam yulad. Yamaanisha nini? Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Au wewe unajua mtoto wa Mwenyezi Mungu? Si Mwenyezi Mungu hana mtoto. Mwenyezi Mungu amezaliwa. Haya, kumaanisha Allah hakuzaa wala hakuzaliwa. Na utanisomea nyingine. Hiyo ishasomwa, ingine inayefuata hivyo hivyo walam yakul walam yakulahu kufuwan ahad. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aya ya mwisho inamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu hana mtu yoyote anayemfanana, hana mfano wowote. Ama ushai kusikia kuna mtu anafanana na Mwenyezi Mungu? Basi Mwenyezi Mungu hana, hana nini, hana mfanano, hana mtu mwenye anaye, eh, Mwenyezi Mungu niye peke yake, hana mfano, hana mtoto, hana mzazi Si ndio? Sasa sura yetu inatufunza nini kwanza? Tumesema kul huwallahu ahad, tuseme kwamba mwenyezi Mungu ni mmoja, si ndio? yeah. allahu samad, mwenyezi Mungu ndiye anayetutimizia ana haja zetu zote. Tukitaka tukitaka kitu tunaenda kumwomba yeye peke yake, si ndio? yeah. uh -huh. lamyalid walamyulad inamaanisha yeah. nini yeah. uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Hakuza wala, wala hakuzaliwa. Ehe, na aya ya mwisho ni walam yakullahu. Mwenyezi Mungu hana mfanano, hana mtu mwenye anayemfanana, hana kitu kinachofanana na Mwenyezi Mungu, si ndio? Haya. Sasa hii sura yetu imetufunza nini? Maswali sasa. Sura yetu imetufunza nini? Ehe, tuanze na boys kwanza. Mungu, Mungu afanani na mtu yoyote. Salawat Mwenye, Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Salawat, ngine, uh-huh. Mwenyezi Mungu ni mmoja wa ali. Mashaallah, inaonekana nyini watoto wazuri, si ndio? Hebu jipigieni swalawati kwanza. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nakufikia hapa tumejifunza tushamaliza. Mafunzo yetu kuhusu suratul ahad na tumai, mumejifunza mawili matatu kutoka suratul ahad, kama vile watoto wetu wazuri wamejifunza. Na insha allah, mutatumia matumizi hayo, na tupatane tena kwenye kipindi kifuatacho. Masalam.